Msikilizaji karibu sana katika simulizi yetu fupi, inaitwa ndoa yenye siri. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Hans Maselin, na simulizi hii inakujia kwa udhamini mkubwa wa DJ Toto Michele. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677 062, 062. Simulizi yetu inaanzia kwa bwana Alexi ambaye alikuwa ni kijana mwenye sura ya kuvutia. Alikuwa anafanya kazi nzuri ya uhasibu katika shirika la kimataifa na maisha yaliyokuwa yanakwenda taratibu. Alikuwa na kila sababu ya kuwa na furaha, isipokuwa hakujua ni kwa nini. Alijikuta ndani ya ndoa pamoja na Happiness, bidada mrembo kabisa ambaye kila mwanamume angemtamani na kumhitaji. Ndoa yao ilikuwa ni ndoa ya kifahari, harusi ilikuwa ni harusi ya ndoto, lakini moyo wake bwana Alex haukuwa ni sehemu ya sherehe hiyo. Hakujua kabisa ni kwa nini alikubali kuoana na Happiness, ilikuwa ni kama kulazimishwa na mazingira, familia ama pengine pia alikuwa na uoga wa kuikata ndoa hiyo. Lakini Hepinesi katika upande wake alikuwa nampenda sana Alexi, tena kwa dhati. Alikuwa anajitahidi kumfurahisha, kumheshimu na hata kumtunza pia, lakini Alexi hakuwa na hisia. Faragha yao ilikuwa ni baridi. Sio mara moja wala mara mbili ambapo Alexi alikuwa anashindwa kabisa kushiriki mapenzi akiwa anasingizia kuchoka kazi ama hata msongo wa mawazo. Mara baada ya kupita miezi sita ya ndoa ya giza, Alexi anakutana na Lailati, bidada mrembo kabisa, ambaye alikuwa anajua jinsi ya kufurahisha. Lailati alikuwa na tabia ya kuvutia na alikuwa anajua jinsi ya kumjenga Alexi kiroho na kimapenzi pia. alijikuta alikuwa anajivunia kuwa na mahusiano Alexi akajikuta alikuwa anajivunia kuwa na mahusiano na Lailati, kwa sababu alikuwa anaona wazi kabisa kwamba alikuwa na amani na furaha ambayo alikuwa anataka katika ndoa. Alexi alijikuta alikuwa na furaha ya bandia katika ndoa yake na Happiness. Yeye alikuwa anaendelea tu kuwa na mahusiano yake na mpenzi wake Lailati, na kando ya hapo alikuwa anajaribu kumfurahisha Happiness lakini hakufanikiwa kabisa. Muda mwingi alikuwa anajifanya kuwa alikuwa na furaha kwa Happiness lakini alikuwa anajua kabisa kwamba moyo wake ulikuwa mbali kabisa na yeye. Happiness na yeye alikuwa anajua kwamba mumewe Aleksi alikuwa na mapenzi na mwanamke mwingine, lakini sasa akajikuta alikuwa anakubaliana na hiyo hali kwa sababu alikuwa anajua kwamba Aleksi alikuwa anampenda sana, lakini kwa namna yake ya pekee. Siku zilikuwa zinazidi kuenda mbele, Lailati alikuja kukudwa kwamba alikuwa na mjamzito. Alikuwa anajua vizuri kabisa kwamba mtoto wake alikuwa anahitaji kutambulika kwa Alexi, lakini sasa alikuwa anaogopa athari za kumwambia Alexi ambaye alikuwa ni mume wa ndoa kabisa wa Happiness. Lakini sasa kadri miezi ilivyokuwa nazidi kwenda kuenda mbele ndivyo ilivyokuwa na mbidi Happiness kumweleza Alexi kuhusu ujauzito. Alexi alifurahia sana kwa sababu hata kupata mtoto na kuwa na furaha ndani ya ndoa yake ilikuwa ni moja kati ya mipango ya maisha yake. Lakini sasa akamwambia Lailati kwamba waifanye hiyo kwa siri. Waliweka siri, lakini Lailati aliumia sana kuona kwamba anaiweka siri hiyo ambayo itafanya mtoto wake siku zote awe wa kufichwa. Ndipo sasa akamfuata Hapinesi na kisha kumweleza ukweli wote. Hapinesi alipogundua kwamba mume wake Aleksi alikuwa na mchepuko ambao ni Lailati, aliumia sana, alilia mno, lakini sasa hakuwa na namna na mwisho wa siku akaamua kukubaliana tu na ukweli, kwa sababu alikuwa anajua kwamba Aleksi alikuwa amekiri kuwa alikuwa anampenda sana Lailati. Hapinesi alijua kwamba mumewe Aleksi alikuwa amecheza na hisia zake, lakini alikuwa anajua kwamba aliweza kumruhusu Aleksi kuwa na furaha na mchepuko wake. Mara baada ya mgogoro huo mkubwa, Hepinesi alifanya maamuzi magumu. Aliamua tu kumwachia Lailati Alexi kwa ajili ya furaha yake. Alisaini talaka kwa hiari yake kabisa, na akajikuta akiwa huru kutoka kwenye ndoa isiyokuwa na furaha. Alexi pamoja na Lailati walifunga ndoa na maisha yao yakaanza upya kabisa. Happiness aliishi kwa furaha ya kutafuta amani, na huku alikuwa anampongeza Alexi kwa kumwacha ili kusudi aishi na mpenzi wake mpya Lailati na huu ndio mwisho wa simulizi yetu fupi nzuri, inaitwa Ndoa Yenye Siri. Simulizi hii imekujia kwa udhamini mkubwa kabisa wa DJ Toto Michele. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi.